Raia 44 wa Eritrea wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Brigadier eneo bunge la Tongaren baada ya kupatikana katika nyumba ya mkazi wa kijiji cha Miti Mbili wadi ya Soysambu so Mitua, ikidaiwa kuwa waliabiri uh, gari la wanajeshi na kufikishwa eneo hilo mapema uh, Jumamosi mosi hii. Anaarifu zaidi Otindo Utindo Agre. Kulingana na wakazi wa eneo la Soysambu walioshuhudia tukio hili, ila hawakutaka kunukuliwa, raia hao walifikishwa eneo hili mwendo wa saa 12 asubuhi, wakisema kuwa walifikishwa hapa na gari sawia, tuna magari yanayowasafirisha wanajeshi. Huku kamishna wa divisheni ya Soysambu Solomon Nginai akisema raia hao arobaini na wanne wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Brigadier wakisubiri wizara ya uhamiaji kubaini iwapo wana kibali rasmi Kuingia nchini Kenya. Leo asubuhi tulipata tip from one of the nyumba kumi ya kwamba kuna wageni raia wa nchi ya tofauti ambao walimwagwa na lori katika kijiji cha Miti Mbili. So chief alikimbia kwa maeneo pia, sisi mimi pamoja na OCS tukafuata, na kweli tumewapata wa raia wa Eritrea 44. Kuna wanawake kumi na saba, kuna wazee wanaume 17 na, na watoto kumi. Wengine wako na stakabadhi kama vitambulisho na wengine hawana, wengine hawajui penye wako. Ni watu ambao hawawezi, hawaongei lugha yote ya Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hivyo tumejaribu kuwapeleleza kidogo. Information yenye tumepata ni ya kwamba ni raia wa Eritrea na hawajui penye wanaenda wote ni operesheni iliyoongozwa na afisa mkuu msimamizi wa kituo cha polisi cha Brigadier Lucas Essegon, huku wananchi wakitakiwa kuwa makini na kushirikia na kushirikiana na vitengo vya usalama kuimarisha usalama wao na kutakiwa kuripoti visa vyovyote vya raia wa kigeni wasio na idhini iwapo watapatikana katika maeneo yao. Tunawashukuru waraia sana, sana, wananchi wetu, tumekuwa tukifanya kazi vizuri na wao wakiona mtu yeyote ambaye anakaa suspicious ama wageni wote kutoka nchi tofauti mara mingi huwa wanatupigia simu haraka sana, so tunawashukuru sana wao na tunawahimiza waendelea na moyo huo huo. Hata hivyo, kulingana na raia hao wa taifa la Eritrea, wametorokea hapo kwa usalama, kwani taifa lao linashuhudia mzozo, wakitaka serikali ya Kenya kuwapa makazi katika kambi za wakimbizi hadi utulivu utakaporejea katika nchi yao. Uh,

migrant migrant for Kenya, nikiwa Miti Mbili divisheni ya Soisambu Mitua katika eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma. Kiripoti ya runinga ya West TV, Nait Tindo Agri.